Hapo utajua kwamba tumekusha kupewa onyo ya namna ya ufanyaji wa kazi. Naona sasa hivi watu wengi wanazidi kujipatia wao maarifa ya namna ya kuifanya kazi ya Mungu, lakini kazi ya Mungu lazima Mungu mwenyewe awe ametoa maelekezo ya namna ya kuifanya. Kwa hivyo tunatakiwa kuona, je, sasa hivi sisi tunatakiwa tupeleke injili kwa namna ya maigizo au Biblia inasemaje na roho ya unabii inasemaje? Kama ikikuta kwamba inapingana, basi tunatakiwa tuache, tuache ndugu zangu, na hapa ni lengo ni kuweza kuwaonyeshana ni kwa namna gani tuweze kufanya kazi ya Mungu. Maana sasa hivi kuna vitu vingi vinaingizwa katika kanisa na kutoa lengo la utume, na kutoa lengo la utume. Sasa ninaomba tuweze kwenda moja kwa moja katika shuhuda kwa kanisa gombo la saba ukurasa wa mia kumi na tano paragrafu ya tatu, naomba nisome hapo, alafu uone. Anasema masomo yanapaswa kuwasilishwa kwa njia ya kuvutia watu. Katika mikutano kusiwepo na kitu chochote chenye asili ya maigizo. Sijui kama Kiswahili hiyo kinaeleweka hapo. Katika mikutano pasiwepo na kitu chochote chenye asili ya maigizo. Sasa hapa ndipo utakuja kuona ya kwamba leo makambi mengi yanafanyika maigizo, hata katika ibada pengine maigizo yanafanyika na kudhani ya kwamba ni sehemu ya utume tumepatiwa ya kwamba tufikie ulimwengu katika hiyo mantiki. Lakini hapana, si lengo la Mungu, si lengo la Mungu watoto wake waweze kupeleka injili kwa namna ya maigizo, sio mpango wake kabisa. Sasa kwa nini anasema hivi? kwa sababu katika ukurasa wa tisini paragrafu ya pili hapa anasema maneno yafuatayo, ili kutoa sababu kwa nini tunakataliwa kutoa kwa njia ya maigizo. Anasema hivi: si uigizaji au kujionyesha kwa nje kunakotoa ushawishi sahihi wa kazi ambayo sisi kama watu wateule wa Mungu tunapaswa kufanya. Kwa hiyo si maigizo, si uigizaji au ujionyeshaji wa nje unaweza kufanya ufanisi wa kazi yetu. Kwa hiyo hata wanamna ya injili ilipoweza kupelekwa, hakuna sehemu tunakuja kuona katika mitume au manabii, maana imani yetu imejengwa katika misingi ya manabii na, na mitume, hakuna ambapo tunaona wanafanya kwa njia ya maigizo. Hakuna. Lakini tunakuja kuona katika vizazi vya leo, watu wanabuni mbali, mbinu mbalimbali. Ni kweli ni, ni, ni vyema kuweza kuonesha ufanishi lakini, je, neno linasemaje? Neno linasemaje? Linasema, wengi wanafanya katika upofu. Wapo viongozi wakizidi kuimiza maigizo yafanyike, na wenda ni kwa sababu ya upofu. Lakini tunapokuja kujua ya kwamba si sahihi, hebu tusimame katika ukweli, tusije tukawa viongozi vipofu tukiongoza tena vipofu, wote tutaanguka katika shimo katika shimo. Sasa nguvu yetu inatakiwa iwepo katika kuitengeneza kazi ya Mungu na kuieneza kwa njia mbili, ni njia mbili kubwa peke yake ambazo tumeambiwa kuweza kupeleka injili. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 40 mstari wake wa kumi unaeleza njia ambayo sisi tumeelezwa ya kupeleka injili ni namna mbili, moja ikiwa ni kuhubiri kuhubiri, alafu na uimbaji. Kwa hivyo muimbaji, muimbaji ni sawa na kuhubiri. Ni njia mbili kubwa ambazo tumepewa sisi. Sikuigiza, sikuigiza kabisa kabisa. Zaburi arobaini mstari wa kumi anasema, siku sikusitili haki yako moyoni mwangu, nimetangaza uaminifu wako na wokovu, sikuficha fadhili zako wala kweli yako katika kusanyiko kubwa. Kwa hivyo katika kusanyiko kubwa inapelekwa kweli kwa namna ya kutamka Watu watamkiwe, waelezwe, ubilini. Tena anasema katika kitabu cha Zaburi cha, cha Isaya hapo pia anaeleza, anasema ubilini. Ubilini si namna ambayo watu saa hii wanapeleka injili. Tunaweza tukajikuta sasa tumeingia katika shimo bila kujifahamu. Katika Isaya 45, mstari wa 21 anasema, ubilini, toeni habari, ubilini toeni habari. Kwa hivyo kuna kutoa habari ndio njia ambayo ameeleza, lakini pia kuna uimbaji ambao ukiangalia katika Zaburi 117 ndivyo ambavyo tunaambiwa kwamba tuweze kupeleka kwa njia ya nyimbo. Anasema, haleluya, enyi mataifa yote msifuni Bwana, enyi watu wote muimidini, maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, uaminifu wa Bwana ni wa milele. Kwa hivyo kuna njia mbili hizo tumeelezwa, lakini katika Timotheo Uh, Paulo pia anasisitiza jambo jingine hapo. Paulo anasisitiza jambo jingine akimwambia, akiandika waraka huku wa Timotheo, anasema katika Timotheo wa kwanza sura yake ya nne mstari wa kumi na tatu hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma Kuo, na kuonya na kufundisha Kwa hivyo kuna kuonya na kufundisha watu vile wa, watakuwa hawaelewi jambo wanafundishwa, kwamba hiki kinafaa kuwa hivi kama uvutaji sigara ni mbaya, watu wafundishwe, unaona eh? Watu wafundishwe, lakini si kwamba ifanywe igizo, halafu hilo ndilo lilete sasa, linaletwa fundisho lina, lina... ndugu zangu, tunaweza tukajikuta tunafanya kazi ya Mungu kwa njia isiyo halali, kwa njia isiyo halali. Ndio maana hata katika hiyo uh, paragrafu ya uh, tatu ya ukurasa wa mia kumi na tano imeeleza kwamba uimbaji usifanywe na watu wachache. Uimbaji usifanywe na watu wachache, maanake anaakili katika leo na Biblia kwamba uimbaji ni sehemu mojawapo ya upelekaji wa neno, si maigizo. Kwa hivyo ni washiri, ndugu zangu, viongozi, lakini pia hata ambaye si kiongozi, hata ambaye si kiongozi, ukiona ya kwamba kuna mambo ambayo hayaendi sawasawa na neno la Mungu, unabidi uweze kuwaambia, uwaambie viongozi wakemee, unaona huwaonye kabisa kabisa kwamba viongozi hapa, tusije tukakuta tuka, tuka, tuka tumesimamia katika njia ambayo si sahihi. Naona katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili mstari wake wa kumi na tatu anasema mpaka wa kumi na nne anasema da, uh, Paulo akamwonya hata Petro. Kumbuka Petro amepata utume kabla ya Paulo lakini baada ya kuwa Paulo anaona kuna vitu Petro anakosea, ilibidi amwambie, awaambie wale watu mbele ya watu wengine. Anasema uh, na hao Wayahudi wengine walijeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wow, wao walakini nilipoona kuwa njia yao haiendani sawasawa na ile kweli ya Injili, na aliwaambia Kefa mbele ya wote ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa, wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi ya Wayahudi? Kwa hivyo ilipaswa yeye aone kama aiendani sawasawa na neno la kweli, alimwambia Kefa mbele ya watu wote, ya kwamba sasa, ndugu zangu, hii haiendani na kweli. Na ndio utume tunaotakiwa kuwa nao. Kwa hivyo si kufumba Uh, macho na si kufumba masikio ili mtu asiweze kuona au kusikia. Hapana, ukijua kweli ni hii, basi simama katika hiyo kweli na kutetea ukweli. Maigizo ni njia ambazo shetani mwenyewe anaweza kuzitumia, anatumia ndio, anaona, anasema shetani mwenyewe hujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Sasa ni tabia ya kwake katika maigizo. Hatutakiwi kuonesha chochote, si utume tuliopewa, ndugu zangu.